kumficha wezi watu wanashuhudia, dunia hada na hakuna kimbilio, dunia hada na hakuna kimbilio, huyu mganga, huyu mwizi ni kilio, siko sawa ionewe huruma. Ah, siko sawa nionewe huruma. Dhoruba, dhoruba ya maisha. umeshika huko? Naaba. Jambo, jambo. Musa yupo? Musa ametoka. Sasa akirudi mwambie, juzi nimekaa nimekaa naye kule maskani kaja kunifokoa tambo langu maza. Kakufokoa? Eh, hey, kanifokoa tambo langu. Kakufokoa ndo nini baba? Kaniibia. Ah, kakuibia. Eh, hey, kaniibia tambo. Tambo? Eh. Hey. Unanichanganya, tambo ndo nini tena? Kaniibia tambo langu, yani simu yangu kubwa bi mkubwa. Ah, simu. Eh. Sasa akirudi? Sasa huyu Musa. Akirudi mwambie kabisa mimi nilikuepo hapa. Baba, ndamwambia. Ah, na huu muondoko Mungu

Asante. Mama, naomba hela. Umwazime hela. Umwazime hela. Hmm. Shingapi? Kumbe, mbona hajanipigia simu? Eh, simu yake imezima mamako na mzee. Anakaaje na simu mpaka inazima? Nikizipata bila huruma wanasepa nazo. Salari nikizipata bila huruma wanasepa na mama na, na ataka pesa yangu, siko sawa nionewe huruma. Ah, siko sawa nionewe huruma. Juzi wanielekeza misondo kule mwanangu, kumbe ananishindua babu. Ukumbuki au, tumekaa pale ale, wanielekeza misondo mama mkwe, sijui mama nani nani, yule muuza mandazi yule, kumbe ananishindua. Wewe umefauka sana babu. Mtoto tulia kwanza, tulia. Siko sawa nionewe huruma ah. Siko sawa nionewe huruma eh. Kwema, kwema za kwako, namshukuru Mungu. Sijui nyie tujambo. Naenda wapi? Najua roti, naenda saluni. Unaenda ah, kutengeneza nywele vipi? Eh, eh. Mzigo wako, ulipata mzigo? Siko mdogo, naenda Kanani. Akupe shilingi elfu kumi. Mimi na nimempa shilingi elfu kumi muda sio mrefu mimi ndo natoka na na, na, na naenda safari zangu. Eh, hey, Mungu wangu. Mimi sijamtuma Musa. Yaani uwezi amini. Jana nimemfuma yani bado kidogo tu aniibie hela. Eh ah, wewe shoga yangu. Yaani mnionee jamani kaja nyumbani hodi karibu shikamo marahaba. Mama akasema umwazime hela nikamuuliza shilingi ngapi? Elfu kumi. Nikamwambia mbona hajanipigia simu? Eh? Akasema oh, simu zote zimechaji. Ah, nikasema kwa sababu tunasaidianaga nikachukua elfu kumi mimi nikampa. Yaani jamani mimi sijamtuma kweli tena mm. pole like. simu zangu zote hizi hapa hizi hapa angalia, yaani hamna simu iliyo, ambayo imezima hapa, zote zipo wazi, hizi hapa pole. Mm. Kwa kweli yaani na wakati mgumu sana ndugu, watoto wetu hawa jamani Vumilia siku mbili tatu hizi nikutafutie nikurudishie. Haya, hamna shida. Haya. Ndio mimi naenda. Dhuruba, dhuruba ya maisha dhuruba. Dhuruba ya maisha dhuruba, dhuruba ya maisha

Hey, mdogo, niambia, acha tumisikie ndugu wangu sasa. Niambie, mimi ndo dada yako, usiponiambia matatizo yako, utamwambia nani? Una dada mwingine tofauti na mimi? Yaani, dada yangu anakuja chukua ehe. Yani, wewe shemeji yako akafanyaje tena? Yani haeleweki, haeleweki, kabadilika yani ghafla tu, simuelewi. Yaani shemeji yako kabadilika, kawali wangu yani sim, yani simuelewi tu, sio kwamba nitake uh-huh, simuelewi kabadilika, dada Sa, hapo yaani kabadilika, akakukataa, akasema hataki kukuoa. Dada, unaelewa mtu akikwambia kwamba mtu haeleweki hawa aeleweki yaani, han yaani kabadilika, uwezi ukaelewa dada? Wewe si mtu mzima, nimekwambia hivi dada, haeleweki shemeji yako yaani. Usizidi tangu nitanda, mi naumia. <laughs> Dada nisaidie utakavyoweza, nisaidie, nisaidie, nisaidie. Mishemeji yako nimpa. Ee, nampenda nampenda. Sasa ningekuwa simpendi, ningekuja kukuambia kwamba nampenda? Sasa sikiliza sana, we ndo mdogo wangu nami ndo dada yako, nisipokusaidia wewe nitamsaidia nani? Nisaidie. Mlima kuna mganga huyu, ni kiboko eh? Yani yule eh, yani akikupa dawa yake ni mara moja tu eh? Sio kusemesha yani tu na kuhamia kwako. Sasa nitakupeleka saizi, mda umeenda, shemeji yako karibu anarudi. Mm -hmm. Unajua nasijamshirikisha chochote kuhusu. Basi dada, fanya basi, fanya basi, kesho twende mapema, kesho asubuhi saa kumi na mbili mimi natoka hapa na kuja kukupitia. Dada, nitafurahi ndio maana nakuaminiaga dada yangu, ndio maana ah, nakupendaga mimi. Sasa sikai sikaye, kesho kesho mapema kumi na mbili. Ah, ah, ah, ah, ah, dunia hadana, hakuna kimbilio ah. Huyu mganga, huyu mwizi ni kilio oh. Siko sawa, nionewe huruma ah. Siko sawa, nionewe huruma. Dhoruba, Dhoruba ya maisha, Dhoruba

sika kuzitafuta salari nikizipata bila huruma wanasepa nazo, salari nikizipata bila huruma wanasepa na mama, nataka pesa yangu pesa yangu, baba, nataka pesa yangu pesa yangu, penzi anataka pesa Samahani dada, mambo huku. Unaelekea? Ah, nyumbani. Naweza tukaongea kidogo? Unaitwa nani? Mi mi naitwa Aliwachanian. Unajua Kontawa, mtaa mzima huwa ananijua. Hmm. Oh. Smeli wewe mzuri. Asante. Naweza nikapata namba yako ya simu si? Yaani, yani kwa uzuri huo hapo hauna simu aise? Oh, unachekesha unachekesha, yaani. Oh, uwo uzuri hauna simu? Sina Iyo limeisha swala la simu kangu, limeisha sasa. Wewe ongozana na mimi nikakupatia hiyo simudia, hiyo simumi simu, e, simu ni nayo na kidogolicha na e simu, simu. Usizalau, wakati mi nimekuuliza umesema anaweza kutumia simu Aawe uh-huh. Wewe, wewe hilo limeisha kwangu. Wewe nataka nikakununulia iPhone macho matatu. Sasa sema dada, unakuwa una una unadharau tena. Sasa unadharau una na hauna simu sawa. Kwa hiyo tunafanyaje? Si twende nikachukulia hiyo simu eh? Nenda tu wewe. Ah ah. Sasa usifanye hivyo dada. Wewe una Mimi siende. Twende bana. Eh? Mimi we eh, wewe nenda kainunue simu niletee. Nikanunue simu nikuletee. Nikuletea kwanza mimi nawai. Wewe unakupata wapi sasa hapa mji? Dunia hada na hakuna kimbilio oh.